Watu wa uh, tatu wamepoteza maisha katika matukio matatu tofauti yakihusisha ukatili ikiwemo tukio la kwanza la mfanyabiashara wa mazao katika mtaa wa Gendi Barazani kuuawa na watu wasiojulikana kwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali sehemu za shingoni na kupelekea kifo chake. Katika tukio hilo jeshi la polisi mkoani Manyara limesema linamshikilia mke wa marehemu kutokana na eh, kuhusishwa na tukio hilo kwamba wamekuwa na ugomvi wa mara kwa mara. Katika tukio la pili jeshi la polisi pia limethibitisha kutokea kwa tukio la mauaji inayohusisha dereva bodaboda katika mtaa wa Negamsi siku ya Aprili 11 mwaka huu, ambapo dereva bodaboda aliuawa na watu wasiojulikana na mpaka sasa jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi ili kubaini waliohusika na tukio hilo. Katika tukio jingine linamhusisha mwanaume mmoja kutoka katika e, kijiji cha Eri kata ya Kiru wilayani Babati mkoani Manyara kumuua mke wake kikatili na kitu chenye ncha kali kwa kumkata sehemu mbalimbali ya mwili wake, ikiwemo shingoni, huku chanzo kikielezwa kuwa ni wivu wa mapenzi, akimtuhumu mke wake kuwa na mahusiano ya kimapenzi na watu wengine nje ya ndoa yao hapa tumezungumza na kaimu kamanda wa jeshi la polisi Kija Mkoi, ambapo anatueleza juu ya matukio hayo ambayo yameleta simanzi katika familia hizo kutoka mkoani Manyara. mimi ni Marcel Lazaro, na hii ni Clouds TV. Kwa majina naitwa kamishina msaidizi wa polisi Kija Sitbet Mkoi, kaimu kamanda mkoa wa Manyara. Nam, tarehe kumi mwezi wa nne katika mtaa wa Gendi kata ya Singe ya, ya Babati, tokea mauaji ya mtu mmoja aitwaye Thomas Karat na arbasaa mwiraki Kristo fanye biashara na mkazi wa Gendi barazani, aliuawa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali shingoni akiwa ndani ya chumba chake cha kulala na watu ambao bado hawajafahamika hawaja kwa hiyo katika wapewezi huo tunamshikilia mke wake wa marehemu aitwaye Raheli Dot of Troy miaka 37, mwiraki mkulima kazi wa Gendi, ambaye ni mke aliyetengana na marehemu na nashikiliwa kwa mahojiano. Wandishi wa habari, kuna tukio jingine lilitokea katika mtaa wa Negamsi kati ya Bagara tarafa ya Babati wilaya ya Babati mkoa wa Manyara, Kennedy Edward miaka ishirini na nane Ngiraki dereva bodaboda na mkazi wa Nyungu. E, huyu ni bodaboda lakini yasadikiwa alikodiwa na watu ambao hawajajulikana akamchukua, na baadaye mwili wake ukaja kugundulika ukiwa umeuawa ni baada ya uchuguzi tumeuna kwamba aliwao kwa kupigwa na kitu chenye ncha kali kichwani na watu ambao bado hawajafahamika, na upelezi unaendelea ili kujua waliofanya mauaji hayo. Na katika mauaji hayo au wawaji, vile vile waliweza kuchukua pikipiki piki yake yenye usajili namba MC 867 ee, aina ya sinolei rangi nyekundu aliyokuwa akiendesha. Vile vile waandishi wa habari, mnamo tarehe 8 mwezi wa 4 kijiji cha Eli kata ya Kiru tarafa ya Mbugwe itokea mauaji ambaye aliuawa Martha Samson miaka kumi na saba mwira Mkristi mkulima na mkazi wa Eli aliuawa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali kichwa na shingoni, na mume wake aitwaye Isaac Ibrahim ambayo walikuwa naishi naye katika kitongoji cha El. Lakini chanzo cha mauaji haya ni wivu wa mapenzi. Taarifa inaeleza kwamba alikuwa anatuhumiwa kwamba anatembea na wanaume wengine nje ya ndoa, ambayo ilipelekea ugomvi na kusababisha kifo hicho. Katika eneo la tukio ilipatikana panga zenye damu na nguo aina ya blouse zenye damu. Vile vile, baada ya kutekeleza mauaji hayo, huyo muuaji Isaac Ibrahim alitoroka. Juhudi za kumtafuta zinaendelea.